Na wakulima wa miwa kutoka eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutatua zogo linalokumba sekta hiyo. Hii ni baada ya kituo cha kupima uzani wa miwa eneo hilo kufungwa ghafla. Wakizungumza na wanahabari, wakulima hao wenye ghadhabu wanadai kuwa kuna mbinu ya mwekezaji mmoja wa kibinafsi kutaka kuwakandamiza na kuwashurutisha kupeleka miwa yao katika kiwanda cha Nzoia, hali wanayosema huenda ikalemaza juhudi za kilimo eneo hilo. Wanasema tangu jadi wamekuwa wakipeleka zao lao la miwa katika kiwanda cha Mumias baada ya kupimwa, na kwamba kufungwa kwake ni hujuma ya kibiashara. Na watu wa Bumula hii, kuanzia muanda huko, walikuwa wanapeleka miwa yako Mumias. Miwa yao ilikuwa inaenda Mumias, mm. Mumias. Yeah, mm. Hii, wei bridge hii Imechengwa na ushuru wa watu wa miwa wa Bumula hii, yeah. si bili hapa anajua, yeah. Na tunataka hii dba hapa, kwa sababu itasalisha kazi, yeah. Kitu ya pili itasaidia mkulima kujua amepata taningapi esituwa, yes. Mali ya wakulima ya Abumula hapa upeleke huko Mumiazi huko wapi huko? Hapana, yeah. yeah. mimi nalima miwa napeleka Bumula Way ni karibu sana, pesa kidogo sana hasa na shanga wanakuja kufunga mlango ya way bridge, eti kwa sababu ya Rai. Rai ametokea wapi? hapo nyuma Mumiasi walipofunga ni kambani yao, tuliteseka na West Kenya, wengi tulingoa miwa. Ni yeah, ya wakulima was developed. Na kama iko developed, mbona Rai anaruka kutoka huko bila kupitia kwa County government ya Bungoma ili akuje kufanya mna gani kufunga hii weighbridge. Rai, usipofuata sheria nasi tutafuata sheria zetu kama wakulima wa Bungoma, na hata Bungoma hautapata na no, wakilishi wandi kutoka kaunti ya